Tunajua ya kwamba iko na shida kidogo ya mambo ya majani chai, kwa sababu ni kweli tulipata mapato nyongeza ya mapato ya jumla, kwa sababu 2022 ile mapato ya kigeni tulipata ya chai ya Kenya ilikuwa 138 billion, lakini last year imetoka hiyo 138 billion ikafika 215 billion lakini mwaka huu kumekuwa na matatizo kidogo ya ile bonus ambayo inalipwa, na kuna mambo lazima tuyafanye ili tuhakikishe ya kwamba wakulima wote katika taifa la Kenya wa majani chai wamepata bonus ambaye imeongezeka, na ambayo ni sawasawa, isipokuwa bila kujali kama ni mkulima wa Central Kenya mkulima wa South Rift, mkulima wa Western Kenya, kuwe na bonus ambaye inatosheleza wakulima wetu.